Mheshimiwa Rais atanazindiwa kampeni yake, alisema ndani ya siku mia moja ametenga bilioni mia mbili ambazo atawakopesha atawakopesha atawapa wajasiriamali wadogo wadogo ili waweze kukuza uchumi wako. Sasa wewe kama hujarasimisha biashara yako hautauliku unafanya nini? Ni mda sasa wa kuchangamkia hiyo fursa. Nika sasa kama nikundi moja kisajili, sajili kikundi na upongeze ya raia kwa sababu tiana wenyewe wako huko walipo, waweze kuonyesha jinsi ya kusuluhisha biashara yangu. Sisi kwa mfano kupitia kazi za wanawake na Samia. Mheshimiwa Rais ameweza kutoa mafunzo ya VETA bunge. Wanawake waende wakasome VETA bunge. Na wapo sasa katika mkoa wetu wa Geita, wanawake zaidi ya wamejifunza kwazu mbalimbali wamejifunza kuchakata samaki, wamejifunza njia bora ya kujenga, wamejifunza upishi, upambaji, kutengeneza batiki, kutengeneza sabuni, ufundi bomba, ufundi umeme, kompyuta, mambo mengi wamejifunza wanawake hivo. Hizo fursa zipo kwa kwajiumwenu, ninaomba kina mama tuzichangamkie hizo fursa. Na sasa hivi katika ilani ya chama cha mapinduzi wamesema VETA zitajengwa kila wilaya. Kwa hiyo tunapokuja kujenga VETA ya kunema, mama tujitokeze, maana hatuwatu hivi hivi kwamba ni wewe utachangamkia fursa. Nakumbuka siku tumekaa hapo jana, wapalojisajili kwenda kusoma VETA bure. Wapiwe mama sana. Kwa hiyo ndio haya ndio mama naomba tusikae mbali sana tujitenge kwa ajili katika kuelimishana na kuweza kuelewana. Kwa kwa nini TRA au serikali kusanya kodi? Kodi ndio msingi au tena ndio chanzo kikubwa cha mapato ya serikali. Tutapoongelea baada ya na serikali sasa kwa ndo serikali inategemea kupata mapato yake kutokana na kodi na hizi kodi kama nilivyosema zinakusanywa kutoka kwa wananchi katika shughuli zetu za kiuchumi. Kila mmoja anacho kupata anatakiwa achangie mapato ya, kuchumi, ya, zifani, ya kuchkata, achakiwa, serikali. Na ni kwa nini sisi wananchi tunachangia mapato ya serikali? Kwa sababu jukumu kubwa na serikali ni kutoa huduma kwa wananchi. Serikali haina kazi nyingine tofauti na kutoa huduma kwa wananchi, na hizi huduma za serikali huwa hazina ubaguzi. Eh, serikali inapojenga hospitali watu wote wanalipa kodi, ambaye analipa kodi wote wataenda kuhudumiwa. Kwa hiyo sisi lengo letu ukija katika ile dawa. Nasema labda na mkopo, mkopo inatolewa lakini wanasema tuende na tini. Sisi tutakutengenezea tini. Tutakutengenezea tini na tini ni kule kile kama dawa yote. Tutakutengenezea tini, tutaenda na tini ili uweze kupata hiyo huduma unayotaka. Na wewe kutangaza mambo mazuri ambayo ameyafanya wanawake. Mimi ninatokea kata ya Kalangalala, mimi ni mkazi wa Kalangalala, nimesoma shule ya msingi Kalangalala, kwa hiyo mimi ni mtoto wenu wa nyumbani <tabi> <w -u, asumya. tabi> nilipewa dhamana na wanawake Chama cha Mapinduzi ili niweze kuwasimamia wanawake wa mkoa wa Geita, nilipewa dhamana ya kuwakilisha wanawake ubunge wa viti maalumu mkoa wa Geita, ubunge wa viti maalumu tunashughulika na shughuli zote zinazohusu wanawake, ndio maana naona viongozi wenu kwa kuitambua hiyo siku ya leo wanikipa nafasi ili niweze kujumuika na wanawake wenzangu, kwanza nilifahamu. Najua kuna wengine ambao hawafahamu, nilifahamu ili Mungu akitusaidia, na ninaamini Mungu atatusaidia, kwa sababu Mungu ni mwema, anatupenda. Tukiingia kule sasa unamjua mwakilishi wako na hasa mwakilishi wako anayetoka nyumbani, tunajua wanasema we waa nyumbani a. Sasa mimi ni mtozo wetu nayetoka katika wilaya ya Geita na kata ya Kalangalala. Kwa hiyo naamini tutakuweza kushirikiana kwa ukaribu sana kupitia viongozi wenu na kupitia majukwaa mbalimbali ambayo viongozi wenu watakuwa wanayaita na mimi najia tulishirikisha ili tuweze Ha, zupu, umuza, bandali, ya, ya mama. Naomba na kutambua kero mbalimbali kazi. Naomba nitumie nafasi hii pia kuwatangazia rasmi kama kiongozi wa wanawake na mwakilishi wa wanawake wa mkoa wa Geita, wa na kwamba tunao ugeni mkubwa sana siku ya Jumatatu, siku ya tarehe kumi na tatu, mama yetu kipenzi Dkt. Samia Suluhu Hassan atatumia wananchi wote wa wilaya ya Geita. Amekuja kuelezea ni nini anakwenda kutufanyia, tukimpa kura tukimwamini, anakwenda kutufanyia nini ishirini ishirini na tano mpaka ishirini thelathini. Samia oye! Hamasisheni jirani zako ili tujitokeze kwa wingi kwenda kupokea mwanamke wetu kwenda kupokea

unyenyekevu mkubwa, sisi wanawake sisi wanawake ndio tusimame iweze kuhakikisha mama anashinda, kwa sababu huyu ni mwanamke mwenzetu, kwa sababu sisi ni wanawake, tunakwenda kumpeleka mwanamke wa kwanza katika kugombea nafasi ya urais. Ni waambie mama zangu, tuendeni tukahakikishe anashinda kwa kishindo. Tutakapofanya hivyo wa Tanzania kuwa rais wakati mwingine na tutakuwa tumefungua njia za watoto wetu na binti zetu ambao wako shuleni wanasoma, ili nao wengine waje wawe marais wa Tanzania. sisi si mmoja wow. wow. Mama ameahidi katika ilani hii kwamba wow. anakwenda kuendelea kumlimia hata mtoto wa Tanzania, kuanzia elimu ya awali mpaka

kumtua mwanamke ndio kichwani, na mama anatengeneza huu unakwenda kutabilika mapema. Mama Samia nimesoma

Sisi tunacho kwenda kufanya kama wananchi wetu. Tutaongea na viongozi wetu, kuhakikisha kikundi kikubwa kama hiki na vikundi vingine vidogo vidogo ili wanawake waweze kupatiwa mtaji. Lakini sio kupatiwa mtaji peke yake, wanawake wapatiwe elimu ya kiasi ya mali. Ili wanapokea pesa kama hiyo, waweze kuitumia kwa ajili ya kujiendeleza na kuleta manufaa na manufaa yao ya kudumu. Hakitaki mwanamke

Tusiumbishwe na maneno ya watu wanaotokea wanawake, sisi tunamwangalia nakusamia Suluhu Hassan, tunakiangalia chama cha Mapinduzi. Tunajua kuna wengine wanapika, wanawaambia naenda mazuri matatu sana, kama okua kasumia io mazii